waziri wa kilimo kijana wenu Mohamed Bashe kafanya kazi kubwa sana kuinua sekta ya kilimo. Nimeambiwa na mkuu wa mkoa hata tumbaku bei imeanza kuchangamka na malipo yanalipwa kwa wakati, na haya yote mama Samia anayataka yatokee. Endeleeni kushikamana, mjiletee maendeleo, msiangaike na maneno ya siasa ndogondogo. Nye siasa yenu hiyo ya maendeleo. Akitokea mtu miongoni mwenu anataka kuwagawanya kwa sababu zozote, mkataeni.